u umefanya mpaka sikia vitu venye wananiambia. Uko wapi? Kwani niaje? Tuko na

Azii, ni kujuana wa watu juana unaitwa aje? Hmm. Damadama dama. Okay, ah. Ah, dama. Dama jina nzuri jamini lapendeza ni kama anafanana <laughs> <laughs> yule <Yeah. Hey. laughs> Hey, hey, jamaa, jamaa ni yeye. Sasa sasa okay. Si <laughs> hey. Hey. Ah. Kwanza naumechelewa aje tunakupa hata kama i Kwani, kuna, kuna kwanza nitakulipia sasa, unachelewa vipi? Unaenda kufanya, kufanya kazi, kazi hata vyombo eh? Chiki mrembo, hapana situngetembiaaapekeaienambkwani namba yako iko kwa simu

umechelewa. Eh, hata nduthi yetu iko hapa na hata jiringa.